Tunakwenda kwenye mchezo mkubwa Afrika mashariki na kati yani. Weekend hii kuna mechi nyingi zinachezwa ila mechi kubwa iko hapa new Aman Complex. Kwa nini mechi kubwa? Kwa sababu kwanza inamhusisha Ahli ambaye ni bingwa wa kihistoria kwenye hii CAF Champions League, halafu inamhusisha Young Africans ambaye ni kiboko ya timu zote hapa Afrika mashariki na kati. Kwa hiyo tunaamini heshima ya east africa tumekabidhiwa Yanga, na kesho tukiingia Complex. Hilo. Tuna jukumu la kulipambania hili. Tuna wachezaji kutoka katika maeneo tofauti tofauti hapa East Africa, kwa maana kina Duke Abuya waone ndugu zao wamekuja. Eh, Duke Abuya ndugu zako wamekuja hapa Alan Okelo ndugu zako wamekuja hapa. Wote hawa wanakuja kuhakikisha wanatengeneza habari nzuri za wewe kwenda kusikilizwa na kuonwa, tujalia tutapata matokeo mazuri. Mchezo huu ni mchezo mgumu kama alivyosema siku ya kwanza, lakini kazi ngumu ndiyo kazi za Yanga. Eh, kazi ngumu ndio kazi za Yanga African Sports Club. Pamoja na ugumu huo, ubora ambao uko nao Al Ahly ikodi zake masivi yake lakini sisi Yanga ndio kazi ngumu ambazo tunazifurahia kuzifanya. Mojawapo ni hii ya siku ya kesho. Tunacho kikosi ambacho kinaweza kumsurprise yoyote. Naamini kesho inshallah tutakwenda kuboresha yale yote ambayo alikuwa changamoto kwenye mechi ya kwanza, na kesho tukafanye vizuri zaidi, kwa maana tupate matokeo mazuri. Mechi ya kesho najua ina ina ina mtazamo tofauti tofauti. Kama Ahly atashinda kesho, ushie mbali. Atakuwa amesha qualify kwenda hatua ya robo finali. Kwa sisi tuna jukumu kwanza la kumzuia Ahly asiende robo finali kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Alafu tuna jukumu pia la kulifanya ile kundi liwe hai. Mtu mmoja akisha fuzu mechi mbili bado utamu wa kundi una, unapotea. Una kundi la kifo lazima tupelekane mpaka dakika ya mwisho. Tuyo nani ana qualify kwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupambania heshima ya Yanga, heshima ya Tanzania na heshima ya East Africa katika tisini za siku ya kesho.